Barabara tazamaji, asante kwa kuendelea kutufuatilia. Ni siku nyingine tena, mimi ni josea sinkala, na hapana shaka ubuheri yaani mwenye afya njema, na nimemwomba Mungu pia leo kwamba katika kuendelea kuangazia ku... masuala mbalimbali ya maendeleo katika taifa letu nzuri Tanzania. Uh, tumebahatika tumia tume lugha hiyo, tumebahatika Uh, kukutana na Mchungaji Amo ni Tuleline Mwashitete. Huyu ni uh, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, jimbo la Vwawa mkoani Songwe, ambaye tumemtembelea uh, fia katika makazi yake, ili kuteta naye masuala kadha wa kadha ya usuo maendeleo ya taifa, lakini na siasa za Tanzania kwa wake. Hii ni katika kuendelea kuzungumza na watu mbalimbali wa vyama mbalimbali na na, na, na sio tu hao ama maeneo hayo lakini pia maendeleo ya nchi na sekta mbalimbali uh, katika kuchagiza maendeleo endelevu ya taifa letu. Sasa tuko na mchungaji Amoni Mwashitete ambaye ni mwenyekiti wa CHADEMA jimbo la Vwawa mkoani Songwe kanda ya Nyasa na uh, huyu pia ni moja ya watiania na mtiania wa ubunge jimbo la Vwawa uh, hapa mkoani Songwe. Mchungaji Mwashitete, Bwana kubariki sana. Asante sana mwandishi wa habari. Na, habari za majukumu na habari za siku tena. Ah, ninamshukuru Mungu ndio kwamba afya tunaendelea vizuri mm. Changamoto kubwa tulionayo sasa hivi mm, kama chama mm, ni haya tu unayoyaona yanaendelea kwenye taifa letu juu ya ayo, chama chetu cha Chadema. Mambo yanayoendelea ya ni mengi kwa sasa mm. Kwa sasa chama chetu kinapitia eh, kwenye shida, kwa maana ya kwamba jeshi la polisi uh, na serikali ya CCM inaendelea kuendelea kuleta shida kwa viongozi wetu. Mpaka sasa mwenyekiti wetu wa chama taifa yuko ndani kwa makosa ambayo ni ya kutungwa, ambayo kimsingi hayapo kabisa. Hicho ndicho ambacho anasema Sijisikii vizuri kwa sababu mimi ni mwanasiasa. Asante sana. Sawa, tutazungumza mengi zaidi. Mtazamaji, fuatana nasi. Ni, ni utangulizi wa mchungaji Amon Mwashitete, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Vwawa mkoani Songwe, na tutateta naye masuala kadha wa kadha uh, yahusuyo siasa za Tanzania kwa jumla yake, na ajenda kubwa katika haya ambayo tutachambua ama tutayazungumza ni ajenda mama ya Chadema, no reforms no election kwa sasa Eh, ni ajenda ama operation ambayo imepewa imepewa hadhi ya kuwa ajenda mama kwa sasa. Mchungaji kwa sababu hii ndio ajenda mama tu, tu, tuanzia hapa. Hii ajenda ni hivi karibuni tulikuwa hapa kwenye jimbo lako Vwawa, mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alikuja kuzindua mkutano hapa. Eh, ili kuhakikisha viongozi wa mkoa, kanda mkoa na wa ngazi ya chini jimbo na wengineo, mnafikia wananchi ili kuendelea kuelimisha juu ya hicho mnachokiita no reform no election. Sasa mimi ninachojiuliza viko vingi, najiuliza mkisema no reform no election, tafsiri yake hakutakuwa na uchaguzi. Kama hakuna uchaguzi, nini mstakabali wake? Tutakosa viongozi kwa sababu ninyi mmesema. Na so najiuliza vingi, maybe tuanze na maana halisi ya no reforms no election. Hii ni nini? Uh, labda ndugu mwandishi wa habari, kabla sijafafanua vizuri no reforms no election Uh, niwakumbushe tu watazamaji na pengine Watanzania kwa ujumla kwamba Chadema ni chama kikuu cha upinzani katika taifa hili. Na watu wengi wameshindwa kutuelewa tunapozungumza, hasa wale walio na maslahi binafsi kwenye serikali inayoendelea kutawala kutoka mwaka 1961 ambayo ina umri wa miaka karibu sitini na nne kwenye taifa hili, ndio ambao bado hawajatuelewa. Lakini kwa sababu hiyo, ngoja ni nifafanue kidogo hii dhana ama ajenda yetu ya chama ya no reforms, no election. Kwanza ni kipongeze chama changu Chadema kupitia mwenyekiti wetu mahiri kabisa, Tundu Antipas Mguai Lissu pamoja na makamu mwenyekiti bara na Zanzibar, lakini pamoja na sekretarieti yote ya chama kufikia maamuzi haya, no reforms, no election, ni maana yake nini? Hakutakuwa na mabadiliko mbalimbali mbali ya kanuni na sheria za uchaguzi, uchaguzi wa nchi hii hautakuwepo. Hapo watu wanielewe vizuri. Uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano, kama hakutakuwa na mabadiliko ya kikanuni, yale ya kuengua watu hovyo, tume huru yote ni ya rais na tii maagizo ya rais ama ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na ni jeshi la polisi linaingilia chaguzi, mawakara wanafukuzwa kwenye vituo, hayo yasipobadilika, wakurugenzi wa halmashauri kuwa wasimamizi wa uchaguzi watendaji wa kata na vijiji, hayo yasipobadilishwa uchaguzi mwaka huu hautakuwepo. Nasema hautakuwepo, kwa sababu watu wengi sasa wanafikiri CHADEMA tumesusia uchaguzi. Sisi hatujasusia uchaguzi, ila tutazuia uchaguzi, hautakuwepo namna gani, tutazuia itategemeana na na u, kama utaniuliza swali hilo e, ili watu wajue, nitakwambia kwamba tutazuiaje uchaguzi. Yako machache anaweza kuongea mbele ya media, yako mengine ambayo siwezi kuongea kabisa, lakini tunazo, tunazo mbinu mbalimbali mbali za kuzuia uchaguzi. Kwa hiyo watanzania wajiandae kama hakuna mabadiliko mwaka huu Oktoba uchaguzi wa nchi hii hautakuwepo. E, na kwa mujibu wa wa sheria za nchi utasogezwa mbele na ukisogezwa mbele, sheria zitatengenezwa zikishatengenezwa, tutaingia kwenye uchaguzi na CHADEMA itashinda uchaguzi. Sawa, Mchungaji Mwashitete, uh, hii hi, hi swala la uchaguzi ni swala la kikatiba. Nasema kama reforms, uh, zisipofanyika mta, mta, mtazuia uchaguzi? Ndio, asante kwa kunisaidia kuuliza swali kwamba mtazuiaje, pamoja kwa na hilo uh, Tuanze na hilo, mtazuiaje uchaguzi? Alafu baada ya kunijibu hilo nitakuja na hilo la pili, la, la masuala ya katiba. Labda niseme kwa ufupi tu, uh, kwa asilimia kubwa tutatumia nguvu ya umma. Tutaitumiaje nguvu ya umma kwanza? tu, tu, tu, unaona sasa hivi mikutani mi inaendelea, ilianzia kanda ya Nyasa yenye mikoa mitano, tumeenda kanda ya Kusini. Uh, yenye karibu mikoa mitatu lakini bado tunaendelea, kanda ya pwani ambayo sasa tunaendelea na wiki lijaro, mwanzoni mwa wiki lijaro tutakuwa kanda ya kati kwa maana ya Morogoro, Dodoma na Singida. Tunatoa elimu kwa umma, ni namna gani serikali ya Chama cha Mapinduzi imeunda tume ya kwake ya kuwasaidia wao, kwa sababu sasa uchaguzi kura ya mwananchi haina nguvu, yaani kura ya mwananchi haimweki kiongozi madarakani kwa sasa. Kinachowaweka madarakani kwa sasa ni, ni bunduki za mapolisi, ni tume ya uchaguzi kuwaibia kura. Tumeona mifano mingi tu, hata chaguzi tatu zilizopita, elfu mbili kumi na tisa, ishirini na, ishirini na nne, tumeona hayo. Lakini ni namna gani tutazuia? Tutatumia nguvu ya umma kwa namna gani? tutawaelimisha watu kama watalazimisha kwamba waingie kwa sheria hizi zina kanuni hizi zi walizo nazo, mbinu ni nyingi. Tunaweza tukawaambia eh, wasiende kupiga kura, na hakuna atakaye kuwekea bunduki masikioni kichwani kwamba nenda kapige kura <laughs> <Mutawabia laughs> wananchi wote, kwa sababu sasa hivi wote wanalia, CCM wanalia CHADEMA wanalia na vyama vyote vinalia, na ndio maana unaona hata kwa hofu ya Samia ameamua hata kuvunja katiba ya chama chake tu cha CCM, hajapita kwenye michakato ya ili aweze kuteuliwa kuwa mgombea. Hiyo moja kwa moja hata wana CCM wanajua kabisa kwamba uchaguzi wa mwaka huu sio huru na haki, kwa sababu umeanza ndani ya chama chao. Inamaanisha kwamba Rais Samia amevunja katiba ya CCM, ndio amevunja katiba ya CCM kwa sababu eh, katiba ya CCM ina, inafahamu kwamba kuna michakato ya aina tatu mpaka mtu anakwenda kuwa mgombea, anateuliwa kuwa mgombea uh -uh. lakini wao hawajapita kwenye hicho. Tumeona mwezi Januari wamempitisha tu eh, peke yake, fomu ilitolewa moja wakati huo. Oh, sidhani, si kama chama cha mapinduzi katiba yao inasema fomu ya kugombea urais iwe moja kama katiba na kanuni zao zinaruhusu kuna shida gani? Na tunafahamu utaratibu wa CCM kwamba wao uh, anayekuwa madarakani kwa ngazi ya mwenyekiti wa taifa wa chama akiwa ni rais au ya pili, yanapita tu kwenda kwenye kipindi cha pili, kuna shida gani hapo? Katiba ya chama chao haisemi hivyo, isipokuwa ni ni, ni utashi tu wa kwao, ambao sasa ndo huo tunaosema udikteta, kwa sababu lazima watu wakuweke madarakani, sio we unajiweka Katiba ya nchi yetu inasema uh, awamu moja ni miaka mitano na baada ya awamu ya miaka mitano, watu waingie kwenye mchakato apatikane mtu aweze kuendelea. Lakini si wao wameafikiana, wao CCM? Si sasa ninyi ni CHADEMA, kuna mtu anajiuliza huko linawahusu nini? Wakati wao CCM si kwenye mkutano mkuu wamekubaliana kwamba twende na Samia kama wame, ni shida gani, kama wameafikiana, wameafikiana. wewe unaziona kelele zinazoendelea huko ndani ya chama chao mpaka kesi imefunguliwa. Eh, kuna mtu mmoja mahiri kabisa Marisa kule Moshi amefungua kesi ya kupinga mchakato uliofanyika na anatumia katiba yao hiyo hiyo. Kwa hiyo maana yake eh, tayari udikteta umeshaanza ndani ya chama na ndio wanauleta kwenye uchaguzi mkuu na sisi Chadema hatutakuwa tayari na hiyo. Chungaji, turudi kwenye hoja yetu no reform no election. Ndio. Uh, kama mtafanikiwa sijajua kama mtafanikiwa ama vivyo hivyo lakini ninachojiuliza mimi swala la uchaguzi tena, uchaguzi mkuu, swala la chaguzi hizi ni, ni, ni masuala ya kikatiba, kwamba ni lazima ni muhimu wananchi waingie uh, kwenye, kwenye uchaguzi tupate viongozi wa kutuongoza kwenye miaka mingine mitano kwa mujibu wa katiba yetu yeah. Sasa mna, mnasemaje kwa habari ya kuzuia swala hili la kikatiba, hamuoni mnaingia kwenye uasi? Naomba nikukumbushe tu kwamba katiba yoyote iwe ya nchi iwe ya madhehebu iwe ya mashirika binafsi kuna kitu kinaitwa constitutional amendment. huwezi kwa eh, ninamaanisha kwamba marekebisho ya katiba. Katiba huwa zinarekebishwa. Kwa kama sisi tumeona uchaguzi unaofanyika Tanzania ni wa kwenda kuwafanya watu kuwa vilema, kuuawa na jeshi la polisi kutekwa, eh, watu wanateswa na uchaguzi, kwa nini kama nchi tusifikie mahali pa kusema sasa uchaguzi hauwezi kuwa wa muhimu kuliko vifo vya watu. Ndiyo maana sisi CHADEMA tunasema lazima turekebishe ndipo tuingie kwenye uchaguzi. Hatukatai uchaguzi na sisi tulishajipanga. Wewe mwenyewe wa mwanzoni umeniambia kwamba wewe ni mojawapo ya watiania wa jimbo la Vwawa. Na nikwambie tu watiania, kila jimbo ha, hatupungui saba mpaka kumi katika kila jimbo, katika majimbo mia mbili sitini na nne ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sisi CHADEMA tulishajipanga na uchaguzi na tunajua tunaweza kushinda, lakini tunachopinga ni kanuni hizi mbovu ambazo zinamsaidia e, mtawala aliyetawala miaka sitini na nne aendelee kukaa madarakani bila kura ya wananchi, kwa sababu kura ya wananchi sasa hivi haina hai nguvu kama nilivyosema. kwa hiyo unakubaliana na mimi kwamba kwenye, kwenye, kwenye kwa sababu ni suala la kikatiba. Ni kweli kwamba mnaasi mnakosea kushinikiza ku, ku, wananchi ama watu kuzuia ku uchaguzi hapana? Hilo neno natakiwa kulirekebisha, ndugu mwandishi wa habari. Sisi hatuasi. Kwa nini nasema hatuasi? Hatuasi kwa sababu eh, madai ya kwetu siyo ya uasi. Madai ya kudai kanuni za uchaguzi zibadilishwe siyo uasi. Ndiyo. Sawa. Ndiyo. Na mimi nafahamu sio uasi mnachodai. Ndiyo. Pengine mnachodai sio uasi. Na Swala la kuzuia uchaguzi, hamdhani kwamba mnaasi kwa sababu ni swala la kikanuni. Hatuchukui ni kikatiba. Hatuchukui bunduki kwenda kufukuza watu majumbani au viboko kwamba tunazuia uchaguzi, isipokuwa tunawafundisha wananchi wa Tanzania jinsi uchaguzi wa Tanzania ulivyo mbaya kwa sasa maana yake kama huo utakuwa ni uasi wa kuwa kuwaelimisha watu kile ambacho ambacho tumekiona wanapitia kwenye mateso tunauawa watu wanateswa tumeona chaguzi nyingi watu wanakufa kama huo utakuwa ni uasi kuwaelimisha watu basi tuko tayari kuitwa waasi lakini tu, tu, tu, tu, tu, tu, tunachojua sisi tunatimiza wajibu wetu wa kupiga kelele na kuwaambia watu eh, na kuiambia serikali irekebishe mifumo ya uchaguzi, na bila kurekebisha ha hakika hatutaingia kwenye uchaguzi, na wananchi hawataenda kupiga kura.